Uh, ofisi ya mwandishi mkuu wa, wa sheria ina dira ya kuwa kitovu cha umahiri katika uandishi wa sheria lakini pia kutoa sheria bora na zinazopatikana kwa urahisi kwa ajili ya maendeleo endelevu. Kwa nini tunataka kuwa kitovu cha umahiri katika uandishi wa sheria? Ni kwa sababu hii ndiyo ofisi pekee katika nchi yetu inayofanya shughuli za uandishi wa sheria. Kwa hiyo huko kwingine kote wataandika, lakini mwisho wa siku lazima mwandishi mkuu wa sheria aje aione ile kazi, aipitie airidhike nayo, ndiyo itaweza kuendelea mbele. Sasa katika mazingira ambayo nchi inatutegemea, basi ni muhimu tuwe na umahiri utakaowezesha kwamba sheria zinazoandaliwa zinakuwa na ubora ambao utawezesha nchi kupata maendeleo endelevu. Na kwa kifupi tu kama nilivyosema hapo awali, lengo la kuanzisha ofisi hii ni kuongeza ufanisi katika utekelezaji wa baadhi ya majukumu kama vile urekebu, ufasiri na uandishi wa sheria ndogo. Sasa, ufasiri wa sheria nimesema, maana yake ya kwanza ni kuitoa lugha kwenye lugha, kutoa sheria katika lugha chanzi kwenda kwenye lugha lengwa, lugha iliyotungwa kwenye lugha inayotafsirika huo ndio ufasiri wa sheria lakini kimaandishi, isipokuwa maandishi, isipo huwezi kuianisha sheria, itakuwa ni kama ile interpretation. Nadhani hiyo andishi habari mnajua sana, kuna wale wakati vikao vinaendelea, kuna watu wana interpret. Sasa sheria haiende vile, sheria lazima iwe imeandikwa, ndio logic ya kwanza ya maana ya ufasiri wa sheria na umuhimu wa sisi kuwepo kama wafasiri wa sheria. sasa huwezi ukawa mfasiri wa sheria kama sio mwanasheria na mwandishi wa sheria. Jukumu letu kubwa sisi ni kuhakikisha kwamba eh, eh, mchakato mzima wa utungaji au wa uandishi wa sheria wa unazingatia, unazingatia matakwa ya katiba, unazingatia matakwa ya sheria na sheria mbalimbali za nchi, unazingatia mahusiano nchi tuliyonayo na na baina yetu kwanza, kati yetu sisi na ninyi na serikali ya Mapinduzi Zanzibar kama Jamhuri ya Muungano, lakini inazingatia pia matakwa yetu au wajibu wetu wa nchi katika jumuiya na na kimataifa.